Karibu sana mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara leo hii ni Lensa Odingo. Tunaanza na taarifa kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangaza kwamba hakutakuwepo na uratibu wa mipaka kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Ethekon alitaja uzingatiaji wa makataa ya kikatiba mizozo ambayo haijatatuliwa kuhusu takwimu za sensa na haja ya kuepuka kuhujumu maandalizi ya uchaguzi mkuu kama sababu za kuahirisha mchakato huo. Tume ya IEBC sasa imebainisha hakuta kuwepo na zoezi lolote linalonuia kubuni au kuondoa maeneo bunge kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Ethekon alifichua kwamba tume hiyo haitaridhia pendekezo lolote la kuongeza maeneo bunge zaidi kupita ya sasa 290 neither can we reduce them to below 290 because it's the constitution that capped them that placed them at 290 nothing more nothing less. Ethekon alisema tume hiyo badala yake itakumbatia uratibu wa mipaka kwa awamu, akionya kwamba jaribio lolote la kutekeleza mpango huo litahujumu uadilifu wa maandalizi ya uchaguzi. Kadhalika, alifichua kuwa tume hiyo haiwezi kutegemea takwimu za sensa ya idadi ya watu ya mwaka 2019 ambayo kwa sasa zimewasilishwa mahakamani until the court resolve that issue of that population census report and the litigation around that is resolved we can therefore not use that data for the discharge of our mandate akikariri kwamba tume hiyo ilipitisha makataa yaliyohitajika ya kuratibu mipaka ulioratibiwa kutekelezwa baina ya miaka minane na kumi na mbili. Mwenyekiti wa IEBC alisema muda ulioko sasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao hautoshi kufanya wajibu huo muhimu. Ethekon vilevile alitoa wito kwa bunge kurekebisha sheria husika za uchaguzi katika juhudi za kuhakikisha sheria za serikali za magatuzi zinashinikiza kubuniwa kwa wadi zaidi zinaafikiwa.

Aidha, alisema changamoto kadhaa zinazosibu tume hiyo zitashughulikiwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akitoa wito kwa Wakenya wawe na subira huku tume hiyo kijizatiti kushughulikia changamoto yoyote ili uchaguzi mkuu ujao uandaliwe bila matatizo. Ethekon alitaja or, or changamoto za kifedha zinazozonga tume hiyo kuwa kizingiti kikubwa, akihimiza bunge kuongeza mgao, huku zikiwa zimesalia takriban siku 593 wa Kenya kujitosa debeni kuwachagua viongozi wapya. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini in IEBC, inaendelea kuweka mikakati kabambe kuhakisha kwamba inatekeleza zoezi la huru na haki, huku maswali yakiibuliwa ikiwa tume hii imejiandaa kustahimili mawimbi makali yanayotokana na chaguzi hapa nchini Kenya. Timothy Kipnusu, Darubini, Nairobi.